Na huku mtihani wa KJSEA na KPSEA king'oa nanga hii leo asubuhi, washikadau wa elimu katika eneo bunge la Rangwe wameahidi kuhakikisha kuwa mitihani hiyo itafanyika kwa njia bora. James Latano anaarifu zaidi kutoka kaunti ya Homa Bay. Wamesimama wima kwa sala, ishara ya kuweka imani mbele kabla ya mtihani wa KJSEA chini ya mfumo mpya wa elimu CBC kung'oa nanga wanafunzi hawa wa Rabuor Kaura, eneo bunge la Rangwe, kaunti ya Homa Bay, hawajaachwa nyuma, wakionekana tayari kujisajili kwenye vitabu vya kumbukumbu kuwa kumbu watahiniwa wa kwanza kufanya mtihani huu. Mtihani wa mwaka huu ni wa kivyake, maana kuna madarasa mawili. Kuna darasa ya Kenya Junior School Education Assessment, na kuna ile ya Kenya Primary School Education Assessment. Idadi ya wanafunzi imekuwa juu sana, wengi wengine walikuwa wameshaanza kufikiria kwamba hangeweza. Hapo awali, washikadau wa elimu kutoka wadi ya Game waliandaa mapishi shuleni kuhakikisha watahiniwa wote wamepata lishe bora wakati huu wa mtihani. I felt it's important to give back to the community.

Watahiniwa hawa wana matumaini ya kufanya vyema kwenye mtihani huu an nidhamu. Ikipewa kipaumbele, washikadau hawa wanaamini wanafunzi hawa wataendeleza nidhamu wakati na baada ya mtihani. James Latano, Runinga ya Citizen kutoka kaunti ya Homa Bay.